Mwanamke kama mwanamke kukaa bila kazi mm -hmm, au kuishi mjini bila kazi mm -hmm. Sijua naishije, kwa mimi kivyangu mimi siwezi kuishi mm -hmm, bila kufanya kazi kwa kweli siwezi. Yeah. Yeah, wapo lakini wengi wao naona hisi wanaweza kuwa wanaishi wanategemea mabwana. Mm. Yaani wanasubiria wahongwe ndio waje kufanya mambo yao wao. Kuna wengine wakutana wana danga sijui wanafanya biashara za kuuza mwili wao kimya kimya tujui ili waweze kutimiza malengo yao tangu na sisi wapo, ila sijaona, ila nasiaga tu kama wapo, ila sijawahi kuwashuhudia. Nasiaga tu fulani anadanga, fulani anadanga hivyo hivyo na hivyo, ila sina uhakika hicho kitu. Fulani nani hapa? <laughs> <laughs> <laughs> Karibu sana ndugu mtazamaji wa Rock Fashion TV. Kwa majina mimi naitwa Ismail Abdul. kama ndo mara kwanza kabisa kufuatilia chaneli yetu basi nakuomba Usisahau kusubscribe hapo chini kuna alama nyekundu, imeandikwa subscribe, utakuwa kwanza kupata video zetu. Pia na kama una maoni na ushauri, unaweza kudondosha hapo chini kwenye comment section na usisahau ku like video zetu. Siku ya leo niko katika mkoa wa Rumonge, hususan sehemu panaitwa Itewa. Niko naongea na kina dada hapa, ila tutazungumza na mmoja tu ambaye ni nani. Kwanza nikumbusha jina lako Almaarufu unaweza kuniita Aisha Lo Vanessa. Sasa Aisha, kwanza nipenda wewe, unashirika na shirika na kitu gani hapo katika hii karti yenu au hapo Ramondi? Mimi nafanya biashara, mimi najishughulisha na biashara za kupanda masoko kwa mabanda na narangua baadhi ya biashara tofauti tofauti. mm. nikifika hapa na mimi naranguza kwa wateja na kwa hapa nyumbani. Kuna tubiashara tudogo tudogo tu nafanya hapa nyumbani ili twakuweza kuwa Yaani kama kuwasaidia wajirani wasisumbuke na kwenda sokoni, hiyo yeah. wakati umeanza muda kiasi gani? mm. <laughs> nina muda mrefu kama miaka miwili kama sijasawa, lakini hapa kati kuna dharura lipatikana nikawa nilipumzika, ila kwa hivi nimerudi tena mm. Sasa fikra kwanza kwanza, hiyo biashara da mawando na yeah, rongua unarudia na kuanza biashara ndogo ndogo pa nyumbani, nani alikupatia nayo au ilikuja aje? Kwanza mpe story kidogo <laughs> Fikra hiyo mimi au wazo hilo nilipewa na mama wangu mzazi maana, mm. mama wangu mzazi alinisina kunisisitiza nisikai chini nchini au nisikai nyumbani, nijishughulishe na kazi kama wengine wanawake wanavyojishughulisha, na ndio baada mm. baada hapo kapita, napata hiyo namna ya kuanza sasa hiyo shughuli yeah. Ya sasa hivi ina muda kiasi gani? Miaka. Miaka miwili nilishikwa nisha kuambia hapo awali, miaka miwili la katikati kuna dharura ilipatikana nikawa mm. nimestopisha la kwa hivi nimerudi tena. Sasa faida hiyo ya biashara yako, au kwa nini um, kufanya biashara ni tofauti na hizo? Amna, nilipendelea kufanya biashara kwa sababu nilizoea kuiona mamangu anaifanya mm. na nilikuwa nikimsaidia sasa manufaa ya hiyo biashara na rugombo lwa hiyo biashara mi naijua, na ndio maana nikapenda nifanye hiyo kazi, maana yenyewe nilikuwa nishazoea kutokea kwa mama yangu. Sasa changamoto zipi ambazo ulikutana nazo hapo awali, afu ukaacha kwanza, na nikabidi urudi? Hiyo ni story yangu, sio kila kitu mpaka nitaweka zarani. Sasa amna nyingine shughuli tu naifanya tofauti na hiyo, amna labda na usanii kidogo najishughulisha, mm. na mambo ya usanii kuigiza movie na ukwin video wote, hmm. nafanya. Unapata muda wa kwenda kurangua na kufanya ma video queen sijui na na ku act ma movie. Muda unaipanga vipi? Muda naupata kwa maana ama yani siku za kwenda kurangua kwa mabanda inakuwa ni Jumapili na Jumatano. Ila mimi siku yangu kanuni napandaga ni Jumatano, hmm. Kama hivi leo, ila leo sikupanda kwa kuwa wateja wangu bado angalike na biashara. hmm. Yeah. Na kuhusu swala la hapa nyumbani, biashara za hapa nyumbani huaga na mdogo wangu ananisaidiaga ila kwanzia muda wa asubuhi kwa hapa saa 8, saa 9 kwenda hivyo. Haiko asiri katika ubongo wako. Naweza kusema kwa mfano na cheza movie mbili ya Mm. ila hizo movie mbili nilikuwa tu kama msaidizi yeah. ila kwa hivi sasa ndo kuna movie tuko tunacheza season, ila mimi ndo nitakuwa queen wa movie yenyewe mm. ila haijaisha ndo tuko maandalizi ya kuiandaa yeah, sasa kuna baadhi ya wanawake kimo chako, unakuta hawana shughuli yoyote, anaekaa nyumbani tu, inakuwa ni sababu gani natoka? wanakaa tu nyumbani, wana nguvu na wana uwezo kufanya kazi, aidha kujishughulisha na, na hapa na pale, kaka yangu ah, yani hapo naweza kusema nakuwa ni ukosefu wa akili, kwa sababu mwanamke kama mwanamke kukaa bila kazi au kuishi mjini bila kazi hmm. Sijua anaishije? Kwa mimi kivyangu, mi siwezi kuishi bila kufanya kazi kwa kweli, siwezi yeah. Ila kuna wenye wapo hawana kazi, afu nakuta kama ni simu kubwa nayo, kama ni kuvaa vizuri anavaa, ila hana shughuli yoyote. Kuna shughuli ambayo wanaweza kuwa wanaifanyaga na imani ambao wapo Yeah, wapo lakini wengi wao nahisi wanaweza kuwa wanaishi wanategemea mabwana mm. an yani wanasubiria wahongwe ndio wajue kufanya mambo yao wao. Kuna wengine wakutana wanadanga sijui mm. wanafanya biashara za kuuza mwili wao kimya kimya, hatujui ili waweze kutimiza malengo yao mm. na hapa Rumoni kweli au wanadanga kweli mm. kakangu, nahisi wapo, ila sijaona, ila nasiaga tu kama wapo, ila sijawahi kuwashuhudia, nasiaga tu. Fulani anadanga, fulani anadanga, hivyo na hivyo, la. Sina uhakika hicho kitu. Fulani nani hapo? Ah. mm. Sina jibu ya hilo swali lako. Mmeshawahi kufikiria kutafuta mabinti wawili aidha watatu kuwafundisha kazi hii ya kukuna, kurangua? Kwa sababu nyinyi njooni karibu tufanye hivi na hivi na hivi, sawa shirikisha. Sijawahi kuwatafuta mimi ila bali wenyewe ndio wananitafuta. Wananiomba, Daisha nilikuwa naomba kufuatana na kazi yako uliyozoea naomba unifundishe au niko na kidogo changu nataka tuchange, mm. ili tushirikiane kwenda huko ili niweze kunifundisha na mimi niweze kufanya kazi kama wewe. mm. na ninawapelekaga na nawafundisha, wakisha zoea wanaanza kufanya kazi zao wenyewe kama wenyewe ya yeah, unaona. Naomba kiasi gani cha pesa ili waoneshe biashara au waoneshe didi? Ah, kiufupi kakaangu, mimi ni mtu wa watu. mm. alafu mimi napenda kuishi sana vizuri na watu, maana si ujumsho wangu yoyote ile anakuwa tu iko nayo ila tu isi, yani isi kama nifu, yani yanze kwenye laki kupanda. Na tukienda huko mimi hata niona namzidi mtaji. Tukiingiza faida lazima tugoe pasu. Mm. Ndio kisi mimi nakuaga. Si angalieti kwa jumla leta mtaji mdogo nikupe faida pana. Tunagawa mara mbili kama ni mwenye fadhila na Yesu atainuka atanikumbuka. Sasa mm. yeah. Ha, mume wako je, uko kataza masuala ya movie movie na na ubaki na biashara tu yenyewe kawaida? Ah, kwa hivyo sasa tunaongea mimi sina mume. Ila niliwahi kuwa naye kanivuruga akili na ubongo, nikafukuzia mbali hao. Ndio ile sababu umesema kuwa ile kutokea ghafla ukapunguza biashara kwanza? Ah, wapi nipunguze biashara eti kwa sababu ya mwanaume? Sasa mm. Sasa ni nani mpaka sababisha mimi nipunguze biashara kwanza? mimi sijawahi kuwaza kisa mwanaume, au sijawahi kukosa kula nilie nikonde ni pauke tiki kisa mwanaume. Kwanza mimi mm. sijawahi kuachwa, ufupi mm. sijawahi kuachwa maisha mimi, kama vile unavyoniona hapa ishi yeah. Sijawahi kuachwa, ila mimi ndo naachaga, ukinivuruga tu kuzia mbali. Ila hmm. una, una mpango wa mme, mpango wa mme upo? ah, riski ni ya Mungu, ikija nitapokea, lakini kwa hivi sasa sijawa tayari kuolewa bado, ningali anza napambana na maisha, naweza kwanza kualea wanangu waku sasa. hmm. unaweza ukatoa ushauri gani kwa wale mabinti wanaika sehemu moja afu shagholi yoyote kwa wale mabinti ambao kwa, kwa majibu yako umesema kuwa wanadanga, japokuwa kwa kuwataja jina. unaweza mm. kupatia ushauri gani kama mchapakazi? Yeah. Mi naanza nikawashauri tu wajishughulishe na kazi kwanza. Maisha ya kudanga hayana faida yoyote, isipokuwa tu ni madhara na magonjwa na maisha timtuna, na ah, yani ya kusemati mtu naka unamtegemea bwana, yaani aisi mimi mwanamke anayeka kumtegemea mwanaume Nampa pole, kwa sababu mimi hela mwanaume hainishtui wala hainisumbui mwanaume. Akinipa sawa, siponipa sawa, kwa sababu mimi mwenyewe hela ninajua kuishika, tena ninaishika kabisa, sio mchezo mm-hmm. Kivyangu sasa, mimi nadhani kawashauri tu wajishughulishe na kazi, waache kuikaa, wasitegemee wanaume, maana mwanaume akikupa sawa, sipokupa, yani wewe kama muoneshe mwanaume kama pasipo yeye unaweza ukaishi na pasipo hela yako unaweza ukajitimizia mahitaji yako mm-hmm. Kwa hiyo ndio hivyo, wenyewe tu wainuke. Mwanzo tu kujishughulisha na kazi waache maisha kudanga, na ya kudanga au kutegemea wanaume katika makundi ambayo ni wa kina mama so, yani zile shirika za kina mama. Wewe uko katika shirika ngapi za kina mama? Mimi sina shirika la kina mama, ila nilikuwa mkundi la wabinti wenzangu, sio yani tu kama wabinti wa mama tulishazaa kwa na zao mbili zao moja mm. Ya, ndio nilikuwa nahusika na ile kundi linaitwa wanasisi kwa sisi wengine mafisi mm. Na nilikuwa na shirika nini, mara nyingi ngisema kukutana na wasingo maza. Ilikuwa ni shughuli gani nafanya kwa kati? Sisi tulikuwa yani, tulikuwa tunasaidia na mambo mengi, mtu mm. akiuguza, akifiliwa hivyo, kwenye maarusi, yani hata tukikutana hiyo siku ya mkutano wetu, wakati tunawekeza hela pale zinatusaidia kwa mambo mengine mengine mm. na bado lipo ile kundi, bado lipo, bado lipo na tunaendelea. Na ni kiasi gani ya wanawake ndani tuko wanawake ishirini na mbili okay. tena wanawake wanawake kweli hapana bwana mke wanawake kweli wenye kujiamini tena wazuri wenye mwonekano wakipita kweli unarizika ya yeah. yeah, inasemekana kuwa kama hiyo kundi niwakuisikia sisi kwa sisi kama yani lengo lao kubwa ni la kuchambana aidha la kuendelea kutukanana ni kweli hamna um, si kweli ile kundi tulikuwa kundi limoja tukagombana tulipogombana tukajigawa makundi mawili. Mm. Yaani pana kundi letu lenyewe mimi niko mimi na kuna lingine yani ilo lingine lao, wengine sasa hawajielewi, maana wote ni wa mcharuko, mm, wa mapepo yani, wale ndo hawajielewi, alafu wao wanapendaga kujenga bifu na sisi mm, ila tunaga huyo muda sisi tunajielewa, maana sio tegis, tuko pale, tuko busy na kutafuta tuni hela mm. Tunafanya kazi tunaingiza pesa, ila hao wenzetu ndio wale niokuambia, sijui anajishughulishaga na kazi gani kama, mm, wanategemea mabwana kama wanadanga Mm. Ndo sijui kwa kumalizia, una neno gani kwa vijana wa Kiislamu, kwa vijana kwa vijana wasichana wa Kiislamu? Neno moja tu ambalo naweza kuwafikishia kupitia Rock Fashion TV. Ah, kwa kumalizia, mimi ninawapenda sana. Yaani ninawapenda wote lakini. Yaani naweza kusema waache mambo ya kufuatiliana mm. kwa, kwa penye tumefikia hivi sasa wapunguze kukaa wanafuatiliana au wapunguze kukaa wanadiskasi, mtu kukaa wanamuongelea, mtu afanye kazi. hmm. Maisha ya kukaa unamuongelea mwenzako, mtoto wa mwenzako, sijui yuko hivi anafanya hivi au mambo yalishapitwa na wakati. hmm. Yani kwa penye tumefikia hivi sasa, ni watu kupambana na maisha, watu tufanye kazi. Maisha kukaa tena maligala, kama wababa wa vijana yalishapitwa na wakati. Maisha wa binti kukaa barabara kuongeleana vitu gani, vilishapitwa na wakati, wenyewe afanye kazi, waache na mambo ya Kiswahili nashukuru sana kwa muda wako. yeah, ndugu mpenzi mtazamaji wa Rock Fashion TV. Tumeongea mengi na sister yetu Aisha, ameongea mengi sana mengi. Kama una hoja, aidha maoni hapo kwenye comment section, pana kuhusu, unaweza kuandika hapo kwenye maoni yako kwenye comment section, na pia usisahau ku like video zetu na ku share kwa wengine, na usisahau ku subscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Behind the camera ni Eddie Classic.